Afrika itakuwa na sauti ambayo imara kwenye ajenda ya kimataifa ya tabia nchi. Pili, kutakuwa na ile fursa za kuhamaisha teknolojia, uwekezaji wa miundombinu na ufadhili wa nishati safi. Tatu, ajenda za pamoja za kitaifa, ufadhili ile wa tunasema loss and damage, ushirikiano wa teknolojia na mfano wa usalama wa chakula na maji. Tatu, kutakuwa unakuwa na ile tekno, na uchumi ya bara la Afrika itaongezeka na Afrika mzima itasikika kimataifa na tutakuwa tunapewa pia e, fursa kama hii mbeleni wakiona ile uwezo wetu wa kuandaa e, e, hafla ya kimataifa kama haya tutakuwa tunapewa pia nafasi ya kuandaa hafla kubwa kubwa za uh, ambayo zitakuwa zitakuja hapo awali. Naam, wapenzi watazamaji, nawakaribisha katika makala yetu maalum ya kila wiki itwayo Darubini. Darubini yetu ya leo inawaletea masuala muhimu masuala yanayozunguka uh, juu ama ulimwenguni na niko na mgeni mashauri mgeni maalum kutoka nchi jirani ya Kenya. Mheshimiwa, karibu jitambulishe kwa watazamaji wetu Naam, asante kwa hii fursa, kwa kunipea fursa nyingine kuzungumza na ulimwengu mzima. Kwa majina, naitwa Yusuf Dhiba, mi ni mtafiti katika masuala ya kisiasa kiuchumi, uh, katika uh, sekta mbalimbali na mimi saizi niko makao yangu makuu ni hapa na Nairobi, uh, katika nchi ya Kenya. Naam, uh, bila shaka leo hii tumeonana ili tujadili kuhusu maswali muhimu maswala ya kutia kipaumbele hasa masuala ya mabadiliko ya tabia nchi. Na mwanzo kabisa, hebu tuanze na historia kuu ya COP kama tulivyojadili hapo awali naam. uh, historia ya COP imeanza katika mwaka uh, wa elfu moja, mia tisa, tisini na tano katika mji wa Berlin ambayo COP ya kwanza ilifanyika, na hiyo ndio COP ya kwanza ambayo ilifanyika. Saa hizi iko takriban miaka 30 uh, tangu kopa yanze na ile kopa ambayo imefanyika ni COP tokea moja mpaka COP thelathini uh, na moja, na ile kopa ambayo sana sana inajulikana ni hiyo ya kwanza, na kuna kopa ambayo ilifanyika katika mwaka wa elfu moja mia tisa tisini na saba ambayo ilikuwa inajulikana kuwa uh, ambaye ilikuwa inazungumzia kuhusu hali ya joto duniani na ile, eh, COP ambaye inajulikana sana pia ambaye ilifanyika miaka 2015 elfu mbili kumi na tano ni ile ya Paris Agreement, ambaye pia hizo COP ndo zilikuwa zinajulikana sana kwa, kwa kwa historia indo COP. Na ile COP ambaye sasa ambaye tumesemekana kuwa tunaenda kufanya COP ya thalathini na mbili ambaye imechaguliwa kuwa nchi ya Ethiopia itakuwa inafanya hiyo COP, ndio sasa tunajaribu kuzungumzia kwa historia, kwa namna gani ile faida ambayo imeleta changamoto na kadhalika na uh, na kwa nini hii jukwaa kuhusu mabadiliko ya tabia nchi imekuwa jukwaa muhimu sana kwako. Na kwa hakika swala tabi ya tabia nchi si swala ya nchi moja peke yake, wala bara la Afrika peke yake swala ambayo inafaa izungumziwe dunia mzima, maana ile sehemu ya shida ama nyuzi ya joto kuongezeka duniani inachangiwa na nchi yote duniani, si nchi bara la Afrika peke yake. Ndio maana hii ni mada muhimu sana ambayo inafaa kuzungumziwa na kila mmoja ambaye katika hii dunia, kila serikali ambaye katika hii dunia na kila eh, chama ambacho Uh, inazungumzia mambo ya tabia nchi, ndio maana hii, hii mada ni muhimu sana kuzungumzia kwa kina na kila moja na wataaluma wote. Naam, na, na tukiingia kwa masuala yetu muhimu, hebu tuanze na umuhimu wake kwa nchi jirani ya saa bara letu la Afrika na Ethiopia kuwa mwenyeji wa kuandaa kuwa makao makuu ya Umoja wa Afrika na imechaguliwa kivipi kwa fikra yako? Kwanza sisi wa Afrika, nikizungumzia kama Afrika, kabla sijafika Ethiopia, tunashukuru sana na tunasema hii ni shindo kwetu. Hii ni mara ya kwanza Afrika kufanya maandalizi makubwa kama hii ya kimataifa, na hii iko na manufaa sana kwa bara la Afrika, kwa faida kwa bara mzima. Kwa mfano, sauti ya Afrika itakuwa inasikika na itakuwa imara kwenye ajenda ya kimataifa ya tabia nchi. Pili, uh, bara la Afrika kutakuwa na ile fursa za kuhamasisha teknolojia, uwekezaji wa miundombinu na ufadhili wa nishati safi, na katika ajenda za pamoja za Kiafrika ambayo tutakuwa tunazungumzia katika hii COP ambayo itaenda kufanyika, itakuwa tunazungumzia mambo ile ya ufadhili wa loss and damage na ushirikiano wa teknolojia uh, kupia katika, kwa lugha ya kimombo tunasema capacity building, na mfumo wa usalama wa chakula na maji, the food security issues ambayo tunakwanga naye sisi katika bara la Afrika na katika nchi yetu ya Ethiopia. Manufaa gani ambayo inatuletea hii uh, Uh, maandalizi kama haya ambayo inafanyika, kwanza kutakuwa na kuimarisha sifa na hadhi ya Ethiopia. Ethiopia saa hizi inajulikana kwa kama nchi ambaye ile nchi zingine za bara la Afrika inapiga mfano na imekuwa katika namba moja katika kuandaa mambo kama haya. Kwanza ni makao makuu, Addis Ababa ni makao makuu ya ile umoja wa Afrika huwa inafanyika huko. Pili, katika tukiongezea tukiongea kuhusu uchumi kutakuwa na ongezeko la utalii eh, ambaye itakuwa na huduma chakula na burudani. Hiyo itakuwa na mapato kwa nchi ya Ethiopia. Na tatu kutakuwa na uwekezaji wa miundombinu, maboresho ya viwanja, mawasiliano na teknolojia ya kidijitali, na katika fursa za kiuchumi uh, na <coughs> itakuwa inaleta hiyo faida yote katika bara la Afrika na Ethiopia na zile nchi zingine ambaye zinakaribia. Kwa, kwa ufupi itakuwa inaleta faida kama hayo. Naam, na pia juzi ulipata fursa ya uh, kutembelea Ethiopia kuona mabadiliko inayofanyika hapa Ethiopia, na kwa fikra yako, Ethiopia sasa iko katika harakati gani kwa upande wa maendeleo, miundombinu na kuwa jukwaa muhimu hasa kuandaa jukwaa maalum kama jukwaa ya kimataifa kama COP. Mi mwenyewe nilikuwa katika mji wa Addis Ababa filifine na nimeona ile eh, sehemu ambaye kumeendelea sana licha, ile mwaka elfu mbili ishirini na tatu nilikuwepo, lakini hii mwaka baada ya miaka mbili nimeona tofauti kubwa sana. Kwa mfano mi naweza sema kutakuweza kuwa na changamoto, lakini licha ya changamoto kwa sababu hii ni hafla ya kimataifa, si kama ile ya mbeleni ambayo tumezoea. Lakini katika uh, upande wa uh, tathminia miundombinu, maboresho ya hoteli, kuna hoteli ambayo iko ya hali ya juu lakini haitafika ile ya kimataifa, lakini iko na uwezo kuliko nchi nyingine yote katika Afrika kuandaa hafla kama hii. Na katika mambo ya usalama, nimeona mimi mwenyewe nimeshuhudia una usalama ya hali ya juu katika nchi ya Ethiopia ambayo mpango wake ni wa kitaifa na kimataifa pia. Na tena upande wa teknolojia kuna kuongezeka, kwa mfano tunasema kwa lugha ya Kizungu bandwidth, data centers na mfumo wa usimamizi wa mkutano kama hayo. Na mimi najua kuwa nchi ya Ethiopia iko tayari baada ya miaka mbili kwani hii hii, hii hii mkutano itafanyika katika mwaka a 2027, baada ya mwaka mm -hmm, mbili, mi najua uh, Ethiopia itakuwa imejiandaa vilivyo kuandaa hii mkutano wa COP 32. Naam, tukiendelea hii, uh, kuandaa mkutano muhimu kama hii ina manufaa gani kwa nchi jirani ama pembe ya Afrika Afrika Mashariki na bara kwa ujumla kwa sababu kama ulivyosema ni uh, ni cha kipekee haijafanyika hapa katika eneo letu, licha ya kwan, kufanyika kwa Misri ama tunasema Kairo uh, miaka kadhaa mbeleni. Kwa hivyo kufanyika kwa Ethiopia ina manufaa gani kwa bara letu kwa ujumla? Uh, kwa hakika iko na manufaa kubwa sana katika bara la Afrika kuwa na mkutano mkubwa kama hii. Kwanza Afrika itakuwa na sauti ambayo imara kwenye ajenda ya kimataifa ya tabia nchi. Pili, kutakuwa na ile fursa za kuhamaisha teknolojia, uwekezaji wa miundombinu na ufadhili wa nishati safi. Tatu, ajenda za pamoja za kitaifa, ufadhili ile wa tunasema loss and damage, ushirikiano wa teknolojia na mfano wa usalama wa chakula na maji. Tatu, kutakuwa unakuwa na ile tekno, na uchumi ya bara la Afrika itaongezeka, na Afrika mzima itasikika kimataifa, na tutakuwa tunapewa pia e, fursa kama hii mbeleni wakiona ile uwezo wetu wa kuandaa e, e, hafla ya kimataifa kama haya tutakuwa tunapewa pia nafasi ya kuandaa hafla kubwa, kubwa za uh, ambayo zitakuwa zitakuja hapo awali. Kuhusu changamoto zipo hapa barani Afrika, hasa Afrika Mashariki, kama ukame, waba wa maji, usalama wa chakula, ukosefu watu wengi huwa wanaangaika na vile vilevile, uh, mabadiliko mbalimbali, nishati safi na vile ugonjwa kama Marburg, na kama Ebola na mengineyo. Ah, naam ah, kwa hakika changamoto zinatokaa zina, zinaweza kujitokeza kwa hafla kubwa kubwa kama hii ah, moja wako kutakuwa na ile hatari na changamoto katika nchi ya Ethiopia yenyewe. Kutakuwa na ukosefu wa nafasi za hoteli ama zile venues, kwa sababu hawa wageni ambayo watakuja ni wageni kutoka dunia mzima. So, kunaweza kuwa na uhaba wa nafasi wa kutosha Uh, kufanya nini ku- ili wageni wote waweze pata pale ya kukaa katika mahoteli na pale ya burudani. Pili, kutakuwa na gharama kubwa za maandalizi. Maana sherehe kubwa kama hii inahitaji fedha. Na hii ni gharama sana kwa nchi ya Ethiopia. Tatu, kutakuwa na ile changamoto za majukwaa na haki za binadamu. Unajua zile wanajiita the de... The CSO's, society yeah, organizations, ambayo wanakuwa wanatetea haki ya binadamu kama imefanyika hapa Brazil mpaka kunakuwa na changamoto isherehe ama ile hafla kama hiyo inashinda kufanyika. Kutakuwa na ile migogoro au usalama wa kisiasa. Migogoro ya kikanda inaweza kuathiri ushiriki katika hafla kama hiyo kubwa kubwa kutakuwa na ile usalama na mawasiliano ni muhimu sana. Alafu kutakuwa na ile changamoto kama vile hatua za kuhakikisha mafanikio yake, so hizi hizi hizi, eh, changamoto na unajua, sisi bara la Afrika tuko na changamoto sisi wenyewe, kuna ukame eh, kuna ile yeah, food security issues, ambayo tuko na hali yetu kwa kawaida sisi tunajulikana kuwa kama ile third world countries ama developing countries nchi ambazo zinakuwa kuwa, kuwa so hizi changamoto inaweza kuwa inaathiri e, sisi kuweza kufanya ama kuandaa hafla kubwa kubwa kama haya ya kimataifa. Kwa hivyo unasemaje, nini kinahitajika kwa wasikadao wote ili washughulikie? Asa Ethiopia imeanza maandalizi mbalimbali mbali. Tunakumbuka kuna mpango kama uridi wa kijani, namna ya kupanda mamilioni ya miti ni miongoni mwa mkakati bora ya kushughulikia mabadiliko ya tabia ya nchi mbali na hayo, kujitayarisha kikamilifu kuhakikisha usalama wa chakula. Tunakumbuka Ethiopia na Kenya nchi hasa inayopatikana yenu, hii imeanza safari bora kwako, hivo unasemaje? Ah, ha, naam hafla kama hii kwa hakika, chochote ambacho huwa wanajiandaa kwa hakika huwa unafanya kwa vizuri sana, maana walikuwa nasema ukijiandaa vizuri ile mambo ambayo utaenda kufanya itakuwa rahisi katika lugha ya Kimombo anasema kama unataka kukata miti unachukua masaa nane ile kunoa ile panga yako ama choka yako ukali na unatumia masaa moja kukata ile miti. Basi kujiandaa ndo muhimu sana katika uh, kila kitu na mi najua ecop thelathini na mbili Afrika iko tayari sana kuandaa hii, na mimi najua nchi ya Ethiopia Inchi ya, ili bara letu la uh, la Afrika eh, na hii sehemu ya Afrika mashariki, hizi nchi ambaye zinatengeneza Afrika mashariki tumejiandaa kutosha. Kwanza eh, kulingana na mambo ya nishati umeme, unaona kama nchi ya Ethiopia saa hizi inatoa umeme ya karibu elfu kumi megawati eh, ambayo inatoka katika ile ile damu ya Gerd. Kuna ile damu ingine sasa hizi inatengenezwa bado karibu kuamilika, iko karibu asilimia sabini. Na nchi ya Kenya, rais mwenyewe amesema jana katika ile hotuba yake ambayo ilifanyika katika shikwa eh, Mashujade, anasema, mimi niko tayari kuhakikisha kuwa nimetoa umeme elfu kumi megawati ambayo itakuwa inatoa katika nchi yetu. Basi hii pamoja na ile kama ile initiative ambayo rais wetu hapa Kenya amesema kupanda miti bilioni kumi na tano ambayo sasa hivi tumefikia asilimia sabini na mbili ya ile ujenzi ya miti ambaye, ile kupanda ya miti ambayo tumesema, ili kukabiliana na mambo ya tabia nchi, na ile sherehe ambayo ilifanyika, mkutano ambayo ilifanyika juzi hapa jijini Nairobi, bara la Afrika mzima, nchi zilikuja kuandaa vipi? Sisi tutakuwa na zile, pia zile magari ambayo inatumia umeme, zile ya kutumia gesi chafu. Hii hii kujiandaa yote ni kuonesha kuwa sisi tuko tayari kuandaa hafla kubwa kubwa ya tabia nchi. Na mimi najua bara la Afrika hii miaka mbili ambayo tutapewa kabla miaka elfu mbili ishirini na saba tutakuwa tayari sana kuandaa hii hafla, na mi najua sisi yote tumejiandaa katika hii namna ambayo nimezungumzia, na tukiona kwa kuna mweleko mpya. Wasomi wanaharakati wengi huwa wanasema licha ya e changamoto mbalimbali mbali, hii COP, eh, watu wengi huwa wanasema ni COP tu, watu viongozi wanakuja wanaungana, wanajaliana na inabaki tu kwa karatasi na hii inatuletea nini hasa kwa dunia na kwa Ethiopia na nchi jirani yetu ya Kenya, mweleka ama hasa unasema kuna mabadiliko kwako? Mabadiliko iko kwa sababu, mi najua sikukuja tu kukaa na kuweka kwa makaratasi. Mi najua iko e, e, implementation plan ya kuhakikisha kuwa yoyote ambayo yamekubaliwa yame itakuwa inatekelezwa. Kitu ya kwanza ambayo inafanywa ni ile kitu ambayo tunasema kwa lugha ya Kizungu, memorandum of understanding. Hiyo ikiwekwa na ipigwe sahihi na kila washikadao, itakuwa ni nafasi moja ya kuhakikisha kuwa ile mambo ambayo imezungumziwa itakuwa inafuatiliwa na kila sehemu ambayo wamefanya nini wametia sahihi katika ile MOU. Ya pili, kuhakikisha kuwa ile fedha ambayo imetumika ile manufaa yake yanaonekana kwa tunasema result based oriented kuhakikisha kuwa ile mambo amefanyika, ile fedha imetumika imeonyeshwa kwa ripoti, kama ripoti inapeanwa katika nusu robo mwaka kila robo mwaka, ripoti inaonyesha kuwa fedha imetumika katika namna hii na katika hali kama hii, na tena tukuwe na ile tunasema evaluation and monitoring kuhakikisha kuwa ile project yoyote ambayo imeanzishwa ama imefanyishwa ama imeandikwa katika ile makataba ambayo itakuwa inafanyika, kutakuwa na ile ufuatiliaji na utathmini kuonesha kuwa zile project ambazo zimeanzishwa zimefanyika na zimefika kiwango fulani. Hii kuonesha kuwa hii katika hawa wataalamu na wasomi wetu, tuko na wasomi wa kutosha ambao kuna ujuzi a kuwafuatilia na kuhakikisha kuwa yaliyosemekana hayatabaki kwa karatasi peke yake, lakini itafanywa na kuzingatia zile masharti ambayo tumekuwa tumeziweka katika zile eh, makaratasi ambayo imepewa sahihi. Basi kufuatilia hivyo itakuwa inahakikisha kuwa zile project ambazo zitafanywa zitakuwa ya kufaidi. Nikimalizia nasema kuna ile kitu anasema pilot project ile unafanya kwa kiwango ile project unafanya kwa kiwango kidogo, kuhakikisha kuwa kama imefaulu kwa kiwango kidogo, basi tuko na uwezo wa kuzidisha katika eh, kiwango kubwa ili kuleta faida na kuhakikisha kuwa yale ambayo yanazungumzwa hayatabaki kwa karatasi, lakini kuwa imefanywa kikamilifu inavyotakikana. Naam, kupitia COP 32, mataifa ya Afrika yanaweza kushinikiza nini kuhusu uwajibikaji uh, wa mataifa tajiri. Hasa tunakumbuka mataifa tajiri ndio wale wanaochangia kwa asilimia pakubwa katika hewa, na kwako unasemaje? Uh, maoni yangu kuhusu haya ni kuwa hii ni fursa moja sana muhimu sana kwetu sisi Afrika, uh, kutoa sauti yetu kwa pamoja, maana tunakumbuka tulikuwa tunaomba nafasi katika ile UN uh, uh, permanent seat ambayo sisi wa Afrika tulikuwa tunaomba tupewe nafasi tuwe miongoni mwa wale ambao wanakuwa uh, wanachama wa kudumu katika muungano wa kimataifa ya UN. Hii itakuwa ni fursa moja, tukiwe na sauti moja, ili sauti yetu isikike katika ile meza ya kufanya uamuzi. Ya pili, kuhusiana na mambo ya tabia nchi, sisi wa Afrika huwa sisi tunaegemewa sana kuleta Uh, kuleta ile kusuluhisha mambo ya tabia nchi, licha ya sisi sisi ambayo tunachangia sana katika mambo ya tabia nchi, maana zile viwanda kubwa kubwa duniani zinatoka kwa zile nchi ambayo zimeendelea kimataifa kama vile nchi za, za za UK za Amerika, zile nchi ambaye zimeendelea ndio zinakuwa na na viwanda kubwa kubwa ambayo inachafua inatoa ile gesi chafuzi katika ulimwengu. Basi sisi wa Afrika tutakuwa na sauti ya kuzungumza na kuhakikisha kuwa kimataifa kila nchi inazingatia mkataba ambao tutakuwa tunaenda kuuzungumzia katika COP thelathini na mbili na kila nchi ya dunia ambayo itakuwa inahudhuria itakuwa inafuatilia na kuhakikisha kuwa tabia nchi kitu ambacho tutazungumzia na kila mmoja ahakikishe kuwa atafanya eh, mkakati ya kuhakikisha kuwa amekabiliana na tabia nchi. Sisi katika nchi ya Kenya, sisi raia pamoja na, na serikali yetu na viongozi wetu tayari tumehakikisha kuwa eh, tunapiga marufuku zile magari ambaye zinatumia eh, mafuta. Tunatumia zile magari ambaye inatumia umeme, na tena tumeanzisha mipango ya kupanda miti bilioni kumi na tano katika muda wa miaka tano peke yake. Naam, ni miongoni mwa mkakati bora ulivyotaja sasa kwa sababu hata Ethiopia wameanza kutumia magari ya umeme. Na mbali na hayo ni hatua gani zinahitajika kuhakikisha mkutano huu unafanikishwa bila changamoto? Cha mwisho na ya kwanza nikimalizia, hii ni hafla moja ya kimataifa na ni hafla na ni nafasi mzuri sana sisi wa Afrika ukuonyesha kuwa tuko na uwezo wa kuandaa hafla kubwa kubwa. Kitu ya kwanza ni kuhakikisha usalama. Usalama ndio kitu muhimu sana, ili vurugu isipatikane, tuhakikishe kuwa usalama hali ya juu imefanyika. Mi najua zile e, e, e, e, bara la Afrika mzima, mi najua wako na ile the, the, the, the security e, personnel wahakikishe kuwa katika Umoja wa Afrika AU wahakikishe kuwa zile usalama iko katika hali ya juu. Kuandaa kikao kama hii ya pili, hii ni mkutano ni, ni...